Moja ya taarifa kubwa ambayo ameizungumza hii leo, afisa wa klabu ya Da Young Africans, msemaji huyu Alikamwe, ambaye amezungumza eh, kwa upana zaidi kuhusiana na mwenendo mzima wa klabu ya Da Young Africans, lakini pia katika kuzungumzia klabu ya Young Africans, lakini ameomba mashabiki kuonesha umoja katika mchezo wa marudiano ambao unachezwa katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam na timu hii ambayo mara ya kwanza Yanga aliweza kupoteza kwa goli moja akiwa ugenini dhidi ya timu hii Silver End kutoka pale eh, Malawi. Lakini timu hii inakuja katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, Yanga akiwa nyumbani kwa Alikamwe ameendelea kuwasihi mashabiki ili kuleta umoja na kuweza eh, kuibuka na ushindi katika mchezo huu. Amesema mchezo huu unahitaji sana nguvu ya mashabiki kufika kwa wingi lakini pia kusahau yaliyopita na kuweza eh, kuganga yajayo. Lakini kwa mchezo ambao unaokuja Alikamwe amewatoa hofu mashabiki wa klabu ya Yanga na kuzungumza na vyombo vya habari kwamba Msimu huu kweli anakiri Yanga imeanza vibaya, lakini anahitaji kupindua meza. Lakini kwa msimu huu Yanga anahitaji kubeba makombe mengi sana, ukiangalia kombe la ligi kuu, kombe la klabu bingwa, lakini pia na makombe mbalimbali mbali. Kwa hivi Alikamwe amezungumza kuwa ana, anaomba sana mashabiki kuonesha umoja, kuungana, kushikamana kwa pamoja ili kuweza e kuisupport timu ya klabu hii ya Yanga na kuweza kufika mbali katika eh, mchezo hasa huu wa marudiano ambao unakwenda kuchezwa dhidi ya Silverland kutoka pale Malawi. Basi nikukumbushe, mdau wa soka wa chaneli hii, kisha umeungana nasi kwa kubonyeza maneno ambayo yanasomeka subscribe, kisha itatokea kenge